Mbia unaiza, mambo poa nzima? Ah, kama kawaida Teddy, mambo poa wapi? Mbona jua kali saizi, tunaelekea huko. Ehe, vipi we baba, mbona siku hizi sikuoni kwa kina Bea? Alafu unajua, unaiza, wewe ni mpekopeko sana, mambo ya watu, unaacha kudili na mambo yako unafuatilia ya watu <laughs> ya watu mwachie chatu pale, mimi nimeondoka Vipi au umefukuzwa? Maana pale namuona kijana mwingine yupo tu anatamba tu, e, anatamba ye. We mwache yalomkuta ngoso, hata panya anaweza kukukuta. Mimi nipo kwa kaka yangu, namsaidia ya kazi zake za uganga, ndio maana unaniona nimekula koti <coughs> angoso, angoso. Hmm. na kanzu. Mambo ya ngoso mwachie ngoso, naona sasa hivi mnabadilishana tu kama nguo. Achana na hizo habari Tedi baadaye mimi na shida na wewe. kama utapata muda, naomba tuonane, tuzungumze. Ah, ah, si baada ya kuacha nabea tena kuja kwa rafiki yangu awewe, wewe unaeza wewe, fanya mambo yako Teddy. naomba tuonane na mazungumzo na wewe sawa. tutaongea lakini nahitaji furaha, Teddy. kuhusu furaha, posijali Mini takupa furaha na mie pia nimejifunza kutokana na makosa, au sio? Unaizaas si. Kwa hiyo baada ya kuwacha wanabea tena narudi kwa rafiki yangu, afu wewe unaisa dili na mambo yako. Kwani wewe mi nkimtaka huyu au nikutake wewe? Naomba baadaye tuonane na mazungumzo na wewe sawa. <laughs> au vipi? baadaye wewe. Well, fanya mazoezi upunguze mwili, vijana mimi